Na mtazamaji wa Mnyasa Media, niko na Mnandi junior hapa. Sakata la hatuchezi limeshabadilika sura hapa nchini Tanzania, Simba na Yanga e, kuvana tarehe ishirini na tano mwezi wa sita e, baada ya tarehe kumi na tano iliyopangwa awali kuahirishwa. Hatimaye tunamwona leo Mnandi junior yuko na mpira e, unaosomeka wazee wafupi ubaya ugwera e, lakini upande mwingine unasomeka hatuchezi e, kiboko ya hatuchezi TFF. Eh, bwana, namshukuru Mwenyezi Mungu niko bwele wa afya aliyenijalia yeah, pumzi na kila siku lazima nimshukuru yeye Allah. Hata kama nimeamka kuna sehemu inaniuma, lakini kupata pumzi ni jambo kubwa sana kwa sababu roho haina haina haina sehemu yake useme wewe una spare. Hakuna spare, hakuna duka la spare kupata roho ya mwanadamu. Kwa hiyo binafsi ukiona umeipata pumzi, mshukuru Allah hata kama hujapata riziki, lakini mshukuru kwanza kwa kukujalia pumzi. Nadhani muda haujaisha, muda wote unaweza kupata riziki, maisha yakaendelea. Kwa hiyo mimi naamini binafsi leo nimekuja na kivutio kabisa na idea mpya ambaye hajawahi kuja naye mtu yeyote ed lakini hii ndo kinachotuumiza uwanjani, kinachotufanya saa hizi watu wachapishe tisheti na kila kitu, ni huu hapa mpaka maamuzi makubwa ameenda kutoka jana kwenye ngazi kubwa ya nchi kwa sababu mama ana majukumu makubwa sana kwenye taifa hili, pamoja sekta zake ziko chini yake, sekta zote hizi ambaye mawaziri kawateua huko, wakasimamia sekta mbalimbali. Lakini hata sekta ya michezo pia, kuna baraza la michezo, lakini kuna wizara ya michezo kutoka serikalini. Kwa unaamini hao? Ah, wote walikutana na viongozi wa pande mbili, walikutana na TFF, lakini walishindwa kupata suluhisho, akaona naelekea kwenye uchaguzi elfu mbili na 25 mwezi wa kumi, ni kesho kutwa tu, leo tuko kwenye mwezi wa sita. Kama haya yataendelea, maanae ataenda kunichafulia hali ya hewa ya nchi hapa, nikatumie kauli yangu busara yangu, ili mradi mchezo ukachezwe, maisha mengine yaendelee. Na ndiyo maana leo nimekuja na idea hii ya mpira. Na alioninunulia mpira huu ni sponsor wangu ambaye wa anapatikana pale Tandika, anaitwa Amasha, msukumo wa kwanza kupenda soka akiwepo pale Tandika, muuza pochi za kina mama, za aina zote anapatikana pale Tandika, maeneo ya kwa chachacha. Ukienda pale unakutana naye. Lakini pia unaweza ukanitafuta hata mimi kupitia akaunti zangu za kijamii, Instagram, TikTok, ukienda Insta ukaandike tu Mnandi 459 utanikuta huko, lakini ukienda TikTok ukaandike Mnandi Jala utanipata huko, lakini pia Facebook napatikana kwa Mnandi Junior, moja kwa moja unaweza ukanipata huko. Ukampata Amasha, ukaka pale Tandika, ukajipatia pochi. Eh, bwana, Mnandi Junior, tuanze sasa sakata la hatuchezi, hatimaye tarehe 25. Young Africans wame-post kwenye kurasa zao wakisema kwamba safari hii hakuna kipengele. Yani tarehe 25 haina kipengele. Maanake dabi inaenda kupigwa dhidi ya mnyama Simba. Eh, bwana, hili jieni, kwa nini wana Simba mmelipokeaje? Na tulipata taarifa kutoka kwa klabu ya Simba kwamba leo mngeenda uwanjani Benjamin Mkapa kufanya mazoezi kujiandaa katika mchezo wenu wa kesho. Vipi kesho na nyinyi mnapeleka timu ama mnaungana na African Stars 25 mechi kapigwe? Ah, mpaka sasa hilo siwezi kulijibia kwa sababu ripoti ya klabu ya Simba haijatoka mpaka sasa. Ila naamini, lisemwalo lipo. Mm. Ripoti itatoka na mechi nahisi itaenda kuchezwa. Mm. Sidhani kama kutakuwa na tofauti kwa sababu, Mama amewaita viongozi wa pande zote mbili, kwa hivi vilabu. Walionekana, mm. Lakini kuna kiongozi mmoja ameshakimbia, hayupo hapo. Mm. Yeye kalianzisha lakini kalibwaga akakimbia, Kawaachia wasaidizi wake kwenda kupambana na hili, lakini alitakiwa yeye awepo huku. Kuna Muntaza Mangungu huku atukwepo awepo Engineer Harris, lakini ameonekana alafati haji na wengine pale, lakini yeye hakuwepo kwenye kukutanishwa kule Dodoma, lakini yeye ndio alioanzisha hili. Asinge lianzisha hili, asingefika huku, kwa sababu naamini mpira una, una protokoli zake. Mpira una mahakama zake ya kuamuru mambo mbalimbali. Kawe kakosea, mchezaji awe kiongozi awe kocha, mahakama yetu ni kasi na wameenda huko kudai haki yao, lakini wamerudishwa tena nyumbani, maanake hakuwa na tija kwenye wale walioainisha kwenye barua yao kwenda kasi. Lakini yote wakaona haitoshi, wakarudi sasa kuleta ambushi, kwa sababu wanajua nchi hii kama walivyotangaza wazee wa vale Dodoma, wakati wale sikalia akizungumza, yeye amewabeba. Najua Dodoma waliongea maneno magumu sana, wakasema mpira wa Tanzania ni wa kwetu na ligi ni ya kwetu, hakuna mwenye jeuri ya kutushusha sisi. Itokee okay, tumeshushwa daraja, kama mpira utakuwepo Tanzania. Sasa ndio ametimia siku ya jana mm, kwamba mpira wa Tanzania hauongozwi na shirikisho. Mpira wa Tanzania unaongozwa na nyuma mwiko, na ndio maana wanatoka wanatukana viongozi wa TFF lakini hawafanyiwi kazi. Hiki ndio kinachoendelea leo. Unaweza kumlaumu Wiles Kalia, unaweza kumlaumu Ali Masikasonga, unaweza kumlaumu Stephen Mguto, Alfred Kidau, utawaonea bule. Hakuna shida kwenye mamlaka za mpira hapa TFF na sekta zake zote, shida ipo kwa nyuma mwiko. Sisi tumechukua ubingwa mara nne wameandamana wameenda kwa mama. Haiwezekani kila siku wabebe wao. Wizara ya michezo imewaamuru TFF wakae na nyuma mwiko wamalizane. Walichoenda kuongea ndani sisi hatukijui, na akijatoka msimu unaanza. Mechi ya kwanza wameshinda, mechi ya pili wanatoa sare na Mbeya City. Simba anashinda na Tanzania Prisons. Wameitisha press, manara yuko kule. Simba kapewa penati nyingi, kadi nyekundu, dakika za nyongeza kaongezewa nyingi Mmecheza na Mbeya City sio Simba. Hayo malalamiko yamekujaje? Siku ya pili yake wazee wametisha place pale pale jangwani. Jengo lao lile kabla haijapigwa rangi. Wanasema tulikubaliana na TFF mpira uchezwe. Kwa hiki vinavyoendelea hatutokubali. Tutaandamana mpaka kwa mama. Tukapata majibu ah. Jana wamecheza mpira na Mbeya City. Wametoka sare moja moja. Wanasema wamekubaliana mpira uchezwe. Pale zilipigwa ngumi. Kwa sababu tunasomea kubwa manake walikubaliana wao wakawa mabingwa na walienda mbali. Walisema kabisa kama mpira utaenda hivi hatutokubali. Haiwezekani kila siku wa bebe wao. Hiyo kipo mpaka leo, ipo ya wale wazee pale Jangwani. Elfu mbili na ngapi hiyo, ishirini na moja ishirini na mbili sawa, wameendaenda wameenda, wamekuwa mabingwa toka pale, kelele hakuna. ishirini na mbili ishirini na tatu mabingwa, ishirini na tatu ishirini na nne mabingwa, kelele hakuna. Lakini ishirini na nne ishirini na tano Simba tulivyoibuka na kauli ya ubaya ubwela, wanaongoza ligi wao, mabingwa watetezi wao, tayari wanaandamana, hatuchezi mechi na tisheti wamechapishwa maandamano kila kona, mpaka kasi hivi. Tujiulize, simba kakosa ubingwa mara tatu, simba umi, simba kafanyiwa mangapya? Tumefanyiwa Mwanza, tumeandamana wapi? Tumefanyiwa KMC na wenyeji wetu, tuna mechi lakini asubuhi watakafanya mazoezi zimepigwa pale, tunaenda kuandamana wapi? Tunakuja kufanya mazoezi siku moja kabla ya mchezo kwenye dabi tunazuiliwa. Tumekaa zaidi ya risari moja na nusu, hatukupata msaada wowote tunatoa taarifa kwao kwenye mamlaka. Tunatoa taarifa kwa umma, waandishi wa habari, wa wachambuzi wote mazoezi, mechi. Mnajua maboresho wao, ya kanuni walikubaliana viongozi. Mnandi Junior, tubaki hapo hapo. Mnandi Junior, tumeona jana rais wa Jamhuri ya Muungano Tanzania, wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan kwa mujibu wa taarifa ambayo imetolewa ilionekana taarifa imekutanisha yeye pamoja na viongozi wa Simba na Yanga. Eh, kina Mzee Dalali tumewaona pale kina Mzee Mangungu eh, tumeona na upande wa Young Africans wakizungumzia eh taarifa ambayo imezungumzia kwamba eh amekutana kufanya nao mazungumzo, lakini mara baada ile taarifa tukaona eh bodi ya ligi kwa maana TFF inatoa ratiba ya mchezo eh wa Simba dhidi ya Yanga tarehe 25. Hapo ndo kizungumkute. Young Africans wamepokea kwa mikono miwili wamesema hii haina kipengele, wao watai kucheza. Je, yes, Simba nyinyi mnacheza au amchezi? Ndio swali ambalo hivi sasa linazunguka kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii na kwa wadau wa soka hapa nchini. Nyinyi mnacheza, mchezi nini? Kujibu kitu kimoja tu, mi binafsi ni msema ukweli mm. Ukifata interview zote ambazo zimefanyika siku ya jana baada ya ripoti ya Bodi ya Ligi kutoka jioni kwamba mm, mechi imepelekwa mbele mpaka tarehe 20 ngapi tarehe 25. Mm, maana yake kikanuni lazima tupewe taarifa, kwa sababu mchezo wa simba Simba ndio walitoa ripoti yao baada ya mm, kuzuiliwa siku moja kabla mm, siku ya mchezo saa nane, Bodi ya Ligi wanatoa taarifa kwamba mechi imeahirishwa baada ya kufanya kikao mm, kwa kuonesha kwamba kuna viashiria vya ule mchezo kutokuwa sio sahihi mm, na wamevitoa wameviainisha na kuja kupanga tarehe nyingine. Lakini jana kusogezwa mbele mpaka tarehe 25, wewe umepata taarifa gani kutoka Bodi ya ligi ya kupeleka mbele tarehe 25 wakati mechi imepangwa ni mwezi mmoja na nusu toka tarehe itangazwe. Kwa nini tarehe taarifa itoke jana siku mbili kuelekea mchezo? kuna nini? kanuni kanuni nini eh? Hapo manake kanuni imetumika kanuni imefanya nini hapo, imetumika imevunjwa, manake imetumika eh kanuni imesirijinu hapo kikanuni manake, atakuwa watoe taarifa kama walivyotoa ya Simba, Simba sio, wamekutana wametoa taarifa za Simba ilivyotoka kukutokana kuna vivunjivu wa amani sio, wamesema. Kwani kanuni inasemaje ili mechi iahirishwe? Eh, kanuni inasemaje ili mechi iahirishwe? watoe taarifa kwa umma aakuna moja mbili tatu, mm, tunaahirisha mchezo hata ikiwa nusu saa, hata ikiwa dakika kumi, lakini sababu ntakuwa ziweke wazi, si wote tumeenda shule. Sasa swali, mnacheza au eh, hamchezi? Siwezi kujibu kama nacheza ama sichezi kwa sababu katika barua yao mbaye ya kusogeza mbele tarehe haijainisha sababu za kusogeza mbele. Lakini bwana Mnandi, awali ilionekana taarifa ya Simba ikisema kwamba kama E, ratiba itabadilishwa tofauti na tarehe kumi na tano kwa maana ya siku ya kesho Simba hamtacheza. Sasa hiki ambacho kimefanyika siku ya jana, je mnacheza au hamchezi? Na wengine wanaenda mbali wanasema kwamba e, Young Africans ni kama madai yao yameanza kufanyiwa kazi. Tumeona e, mtendaji mkuu amesimamishwa kazi e, mwenyekiti wa bodi anajiuzuru. Je, hili jambo huoni kwamba Young Africans wamefaidika na push yao ya kusema kwamba hawachezi mpaka mabadiliko yafanyike, uone kwamba Young Africans wamefaidika na kile ambacho walikuwa wanakipambania. Sasa tujiulize ligi na vilabu vingapi, vilabu zaidi ya kumi na sita. Sasa tukisema wamefaidika mtu mmoja, mm. kwa hiyo ligi ya mtu mmoja, kwa maana ya bodi. Nazungumzia bodi, maanake nasikiliza na sasa. Wao ndo wametia ambushi kwamba watu wajiuzuru, lakini ukienda kisheria na kikanuni hawana mm. mamlaka ya kushindikiza bodi ijiuzuru. Simenelewa mm. hawana mamlaka ya kushindikiza bodi ya kujiuzuru, kwa sababu hata wanaenda kuchagua viongozi wa TFF aendi kuchagua mtu mmoja Sawa? Wanaenda kuchagua wadau wote wa soka hapa, tunashiriki hata kwenye maboresho ya kanuni, wanaenda kukutana wa na wenyekiti wa vilabu 16. Sidhani kama TFF fofu anakutana na, na wadau wa klabu moja kwenda kwenye maboresho ya kanuni. Haiwezekani mtu mmoja asimame kati ya Mbusha Afrika ikakubalika. Hiki kinachoendelea ni kwenda kuharibu mpira wetu, sawa? Hii ni sera hiyo ambayo inaenda kuharibu mpira wetu, na nimesikia waandishi wa habari toka jana wanafurahia hili, wanasema kile matako ya nyuma mwiko yameenda kufanywa kazi. Nilitikisa kichwa sana, niliumia sana Nikasema mpira wetu unaelekea wapi? hawa ndio wanatuharibia mpira. Waandishi wa habari wa nchi hii na wachambuzi hawataki kusimama na kusema ukweli. Lakini sisi kama wadau, sisi tutasema ukweli. Sawa. Kwa hiyo mimi na sisi bila wezi kuwepo. Nani, swali langu je, nijibu mnacheza hawa mchezi. Siwezi kukwambia ninacheza. Eh. Taarifa kwa umma kwa Simba Sports haijatoka mpaka sasa. Mm. Mimi sio ndio ninapeleka timu uwanjani. Wewe binafsi ungetamani nini kifanyike? Mimi binafsi ninachokitamani kifanyike. Eh. Hatua za kisheria stahiki zichukuliwe. Awa wale wenye uzuru sio dawa. Sisi hatutaki wenye uzuru, tunataka watutajie tajio waliosababisha mchezo kuvunjika. Hata kwenye barua ya kwanza ya Simba waliainisha. Wanataka wajue wale watu waliosababisha mchezo ule kuvunjika. Lakini Alikamwe, afisa habari wa Young Africans, alisema kwamba kuna kigogo mmoja ndo anahusika na hili. Sasa kigogo huyu ni nani? Labda nyinyi mmefanya eh, eh, habari zile za ndani mmezipata pata, pengine kigogo pengine ametajwa huko, japo Alikamwe jamwe kazi. Sisi sio wafalme njozi, mm. unaweza kumtaja mtu ambaye akawa sio siku kaenda kuhukumiwa. Sisi hatuishi kwa taarifa za propaganda, hatuishi kwa kwa kwa maneno tu, mtu kasema kitu fulani ambaye sio sekta yake. Sisi sisi binafsi mpaka sasa waandishi wa habari wa ningeona wako makini, baada pesi ya Alikama kutoka kwenye kwenye kwenye kikao kikao kikao, watu ule ndio ndio watakuwa wajaji, sababu siku zote na ngozi alokula nyama kumtaja yule nje wow, wao wakiwa hiyo, hatukuwepo, tunamsikiliza Alikama kasema kwamba kuna kigogo wa serikalini nakataja serikalini, lakini hatujui serikali. Ukitaja serikali, sio Tanzania, nchi zote zina serikali. Inawezekana akawa kigogo wa serikali ya Marekani, akawa kigogo wa serikali ya Uingereza, akawa kigogo wa serikali ya Ujerumani sawa. Ana, alipo mdau wangu kule Germany mashine, inawezekana pia ndio anatuharibia mpira wetu. Sasa inatakiwa yeye atoke, aseme, kwa sababu mpaka wanaposhindikiza watu wajiuzuru, wana maana yule aliyosababisha anatakiwa ajulikane, atajwe. Leo wajamtaja watu wamejiuzuru. Ni wanajiulize sasa. Solution ya mpira wetu ndio umepatikana. Ni wana Simba mnataka nini sasa nyinyi wana Simba? Tunachokitaka sisi mm. Yule kigogo alomtaja Ally Kamwe. Ataje kwanza yule. Akishataja watu wajiuzuru. Hiyo ndio itakuwa solution ya mpira wetu. Maana kama mlichelewa muda wote kumlisukua mnasubiri ambushi kama hizi ndio mtaje. Lakini leo ukijiuzuru yule mtu hajatajwa. Hapa tunafunika tunalishwa matango podi. Ukweli hapa hakuna. Sawa? Sisi watu wa soka ukweli hapa hakuna tunalishwa matango podi kuamini kwamba sisi TFF na bodi ya ligi ina shida. Yule kigogo wa serikali yule, ambaye atujua wa serikali gani? Tunataka Ally Kamwe atutajie. Kwa sababu yeye ndiye alokutwa na ngozi. Bwana kigogo huyo ni fulani na anatoka nchi fulani. Sisi ndio tunataka tudini naye huyo. Kumbe mpira wetu kila siku unashindwa kusonga mbele. Huyu ndiye na anatuulia mpira wetu. Kwa sababu mpira umebeba mioyo ya watu duniani, sio Tanzania tu. Hata anatokea tu mtu analeta ambushi fulani ya juzuru. Eti watu wanajuzuru, nasema mtaka wetu wameanza kufanywa kazi. Yaani umeenda kulima shamba unachukua udongo, unaziba yale magugu hujang'oa wala nini, unasema eti nimelima ile shamba. Wewe umeenda kuchota udongo umefunika magugu. Wewe hujalima; mvua kinyesha, magugu yanatoka yanaendelea kusonga mbele. Umefanya nini hapo? Kwa tunadanganywa sisi wadau wa soka. Lakini kwenye hili hakuna majibu. Hapa imetumika tu nguvu ya dola, twende tukacheze mchezo tarehe 25. Lakini sidhani kama suluhisho ya mpira wetu limepatikana. Mimi naamini hawa wanajiuzuru wote, hawana shida na hawana makosa. Ubingwa mara tatu mgongoni mwao. Ligi kuu mara tatu FA mgongoni mwao sawa, wamecheza fainali mgongoni mwao, wamezamini vilabu vinane mgongoni mwao, wamekataa kuvaa nembo halali ya mzamini mkuu mgongoni mwao. Na ndio maana ligi hii hatutapata sponsor wa gharama kubwa, tutabaki hao hao, hela ndogo, kwa sababu yule NBC alikuwa na uwezo kutoa hela nyingi, lakini anashindwa kuweka hela nyingi. Haiwezekani rangi yake ya logo ukabadilisha wewe. Logo haibadilishwi rangi. Wewe Mnyasa Media, mtu akaje hapa akupake rangi nyeusi kwenye uso wako, wewe utakuwa Mnyasa Media? Wewe unakuwa copy wa Mnyasa Media. Sumenelewa. Na kwa hiyo utakuwa copy wa Mnyasa Media. Kwa hiyo NBC sio anapenda kubadilishwa logo yake. Ila kwa sababu hawa wamekamata wame kila kona wana mizizi kwenye nchi ndio wenye mpira wao. Na hii ndio timu ya taifa ya nchi hii. Na ndio maana anafanya yote haya. Wezi kani mtu mmoja anatia mbuchu fulani ya juzuru hapa kama vile mashabiki wa Simba wamepanic baada ya taarifa ya jana ya kusogezwa mbele kwa mchezo wa dabi. So maana kana kama amekasirika sana. Sio mashabiki wa Simba tu, mashabiki mm wa mpira wote duniani. Post nyingi zinatoka nje ya Tanzania nazo zipo. Watu wanachukia Watu wanapenda mpira. Tuachane na kupenda timu tupende mpira. Leo Simba inafanya vizuri, watu wanachukia kimataifa. Waziri wa fedha anasimama bungeni, anaisifia Simba, timu yake anakuja kuitaja mwishoni, lakini anakuja hapo hapo anakria kwamba na wao nao wamecheza fainali, wasijisifie sana kwa sababu Yanga alipata ushindi ugenini, tofauti na nyinyi. Mmefungwa wapi na wapi? Ushaisifia Simba usito, usipake matope, baki na kuisifia. Lakini karudi kishabiki kati ya matope kwa sababu gani? Maanake kuna watu wanaumia, hata pale anapoipongeza Simba mheshimiwa Mwigulu Mchemba hajapenda ila atafanyaje? Kwa sababu timu iko kwenye taifa lake, naye imecheza fainali na kwenye renki kwa nafasi ya tano, lazima aseme. Anaficha kati, ukweli uko wazi, lakini anaumia. Sawa, anaumia. Kwa hiyo tuachane na ushabiki wetu wa mpira, tuangalie timu inayofanya vizuri tu, tuipe support, songe mbele. Awa nyuma mwiko umsimu wao ngapi kimataifa, so bebe wa kombe mara 30. Si ndio maana yake? Katika mara 30 mara 30, wameshiriki mara 30. Katika mara 30 hizi wanatua gani kubwa? Hata nusu fainali ya klabu bingwa hawana. Klabu bingwa wana robo mbili. Timu ya mpira hiyo. Si kikundi cha wauni. Afu leo watu wanawekeza nguvu kuendelea kwa support hawa. Mpira wetu haufiki. Wa na mimi amri yangu iko kwa kwa viongozi inawezekana. Watupe go ahead twende hata tukacheze Zanzibar. Tuache hata miaka mitatu hapo. Uone hii ligi namba 4 kama ingekuwepo hapo. Hawa kama wana uwezo kuitetea hii ligi. Twende Zanzibar tukashiriki ligi tu miaka mitatu tuwachie wawa. Kama wana uwezo kuliwakilisha taifa kwa mataifa. Mnafikia huko Bwana Mnandi Junior. Ni kweli kwa sababu wao wanabeba beba afu hamna lolote. Leo wamejisifia kwamba wao wanaenda kufyeka vichaka. Ngoja, mna, mnataka mna mkacheze na KMKM. Bora tukacheze kule. Kule nako si kwetu kwetu. Kuliko hivi vinavyoendelea hapa tulizikinavo. Ukizungumzia Tanzania na kule Tanzania, tukiende kule kwa sababu nako kuna ligi kule. Twende tukakuze mpira wa kule. Kwani wao ligi yao wataki kupanda Zanzibar. Hawana ligi na ile kule ligi nape andakua ipande tukaipandisha samani ya Zanzibar. Kwa hiyo Mnandi, tuachie hawa hapa. Kwa hiyo Mnandi, mmekasirika kupelekwa tarehe mbele. Kwa, ah. Kwa, kwa, kwa, kwa kujiuzulu kwa Stephen Mguto ndio solution ya ya mpira wetu. Hiyo Mnandi, hamchezi ah? Siwezi kujibu kwamba tunaenda kucheza kwa sasa, sababu taarifa kwa umma ya klabu haijatoka. Sisi unajua, mashabiki na wanachama klabu ya wa Simba tuko tofauti na nyuma mwiko. Sisi tunaheshimu mamlaka, tunaheshimu sekta zetu kwao. Naamini wakitoa taarifa, ukiniita hapa mimi nitakuja, nitazungumza kuhusu swala la kwenda kwenye, kwenye mchezo.